Dominika ambayo desturi ya kanisa huita Dominika ya furaha na wazo kubwa bado linaloendelea katika masomo tuliyoyasikia ni upatanisho, ni toba eh, kupatana na Mungu, kukiri madhaifu yetu na kumwona Mungu sio kama hakimu mkali bali kama baba na sisi sio watumwa wake bali ni watoto wake. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua, tunaona safari ya wana wa Israeli imefika kikomo. Imefika kikomo sio tu kumaliza ile safari ndefu ya kutembea kutoka Misri mpaka nchi ya Ahadi, bali imefika kikomo kwa maana kwamba sasa pia wanaweza kula e, kazi ya mikono yao, wanapata mavuno, wanakula. Na sasa kile chakula, ule mkate kutoka mbinguni unakoma kudondoka, sasa watakula e, vile walivyofanyia kazi. Kama tunavyoelewa, safari ya jangwani, safari kutoka Misri kwenda nchi ya Ahadi ni safari ya kweli, lakini pia ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni aina ya maisha tunayopitia, ni mfano wa maisha tunayopitia hapa duniani. Tuko safarini kwenda kwa Baba, tuko safarini kwenda nchi ya ahadi. Duniani hapa sio nyumbani kwetu, tunapita na Mungu alivyomkarimu, akijua kwamba tunahitaji chakula sio tu cha kimwili, bali pia hata cha kiroho, sisi nasi tunapewa mkate wa malaika, tunapewa ekaristi takatifu. Tulimsikia Paulo Dominika iliyopita akizungumza akiwaonya wa Korinto eh, kuhusu kutokuridhika tu kwamba wao ni Wakristo, kutokuridhika tu kwamba wao wamebatizwa, kutokuridhika tu kwamba wao wanashiriki ekaristi takatifu, meza ya Bwana, kutokuridhika tu kwamba wao wamempokea Roho Mtakatifu. Na Paulo Dominika iliyopita akizungumza mambo haya Alifananisha na Agano la Kale, safari ya wana wa Israeli kwamba kweli wote walipita katika Yordani, ishara kwamba wote walibatizwa. Wote waliongozwa na wingu, ishara kwamba roho alikuwa juu yao. Wote walikula maana, walikula wali mkate uliodondoka wali kutoka mbinguni, yani wote walipokea, ni kama kwa Wakristo sasa, wote wanapokea karisi takatifu, lakini wa Korinto ambao Paulo alikuwa anawakemea Dominika iliyopita, walikengeuka, walifikiri basi inatosha tu kubatizwa, inatosha kumpokea Roho Mtakatifu, inatosha kushiriki meza ya Bwana, na baada ya hapo basi wokovu ni tayari. Wakasahau kwamba inabidi pia kujibidisha, inabidi kufanya mazoezi ya kiroho, inabidi kuendelea kumkataa shetani tena na tena na tena na tena, kwa maana muda tunaoishi duniani Mbinu za ibilisi hazikosekani. Sasa Dominika ya leo tumesikia kutoka kitabu hicho cha Yoshua kwamba ile safari imekamilika na basi, kama Paulo alivyolinganisha safari hiyo na maisha ya Wakristo, na sisi pia tuilinganishe safari hiyo iliyokamilika na maisha yetu sisi Wakristo, maana imekoma. Na hii ni kutufundisha kwamba eh, tunapokea karisi tukiwa hapa duniani kwa sababu tunasafiri tutakapouona uso wa Mungu hatutahitaji tena Ekaristi kwa sababu tutakuwa kama Mungu mwenyewe, tutafanana naye. Na ni kwa sababu hii kanisa linaita hii ni Dominika ya furaha, kwamba Mungu hajatuacha. Mungu anatupa chakula cha njiani cha kutupa nguvu za kiroho kumwendea yeye. Tunafurahi, tunafurahi kwa sababu bila shaka tayari tumeanza kufanya tafakari, kama kweli tumeishi kipindi hiki serious kama kweli tumegundua hiki ni, ni kipindi kweli cha toba, bila shaka matunda hayo yataanza kujitokeza. Sasa tunasubiri tu tarehe ya Pasaka ifike, lakini matunda hayo ya toba yanapaswa kuwa tayari yamejidhihirisha. Hata kama sijapata nafasi bado ya kwenda kuungama, lakini ninatazamiwa kwamba kwa kweli mpaka nafika nusu ya Kwaresma, katikati ya Kwaresma, tayari nimeshafanya tafakari, nimeshaurarua moyo wangu nimeshaona mapungufu yangu, nimeshaweka mikakati ya kukimbia nafasi za dhambi, nimeshaweka mikakati ya kusimama imara. Kwa hiyo hata kama siku ile ninayofikiria kwenda kungama haijafika, kwa sababu labda bado anaendelea kujitafiti au nafasi haijapatikana, lakini ninaweza kufurahi kwa, kwa, kwa kweli ninaweza kufurahi kwa sababu alao nimejipata tena, nimejipata eh, kutoka katika dhambi e, niliyoifanya ambayo ilinitenganisha na Baba aliye mwema. Na Baba huyu aliye mwema na mkarimu anaonyeshwa vizuri katika Injili tuliyoisikia. Yesu ametoa mfano huu ambao waandishi wengi au wachambuzi wengi wa maandiko matakatifu wanasema kwa kweli kama kuna mfano unaomwonyesha Mungu katika hali ya kupendeza katika Biblia basi ni mfano huu. Wengi wanasema hawaoni mfano mwingine namna ambavyo Mungu anajieleza kuwa mwema na mkarimu na mwenye huruma zaidi kuliko mfano huu. Na kabla ya Yesu kutoa mfano huu, tuangalie ni kipi kilimpelekea ku kutoa huu mfano. Ni manunguniko ya Mafarisayo na wale watu wanaojidai kwamba wanazishika sheria zote za Mungu na amri zote za Mungu, ndio aliyemfanya Yesu kutoa mfano huu. Wale wanaojiona bora kuliko wenzao wale wanaotukana watu kwamba nyinyi ni wadhambi na sisi ni watakatifu. Wamemwona Yesu ameketi kwenye chakula anaongea na wadhambi, yaani watoza ushuru na wengine ambao kwa mafundisho ya Mafarisayo na hao wa, waandishi wa sheria hawa walikuwa ni watu wa kutengwa, watu wa kukaa mbali. Lakini Yesu amekuja amekaa nao amezungumza nao, na ieleweke kwamba uamuzi wa Yesu kukaa pamoja na hawa dhambi haikuwa kwamba anaratifai au anaidhinisha madhambi yao. Sehemu fulani katika injili Yesu yuko wazi kabisa, anakwenda mbali na kutaja dhambi kwa jina ambalo ni kali kabisa, anaposema mwenye afya hamhitaji daktari, bali aliye mgonjwa. Yesu anasema dhambi ni ugonjwa. Kwa hiyo Yesu kukaa na wadhambi hajaidhinisha dhambi. Yesu kukaa na wadhambi ni namna yake ya kuwaponya. Kama kuna mtu anachukia dhambi kuliko wote, ni Kristo mwenyewe, sio hawa wanafiki, waandishi na Mafarisayo. Yesu anaichukia dhambi kutoka katika mzizi wake, sio kama hawa Mafarisayo ambao kwao dhambi ni pale unapoonekana umetenda dhambi. Sehemu nyingine ya injili takatifu Yesu anaeleza kuiba hakutokei pale ninapokwenda na kukwapua kisicho changu, naanza tangu pale tamaa hiyo inapoanza ndani ya moyo wangu na ninapoanza kusuka mipango ya namna ya kwenda kuiba. Uzinzi hauanzi pale ninapoanguka katika dhambi hiyo. Kristo anasema nikianza kwa kutamani tayari ni dhambi. Kwa hiyo Kristo anaigusa dhambi kutoka ndani kabisa ya mzizi wake. Huyu ndiye daktari ambaye amekuja kututazama sisi wagonjwa. Kwa hiyo hawa Mafarisayo kwa kweli hawajamwelewa huyu mwalimu na wanataka mwalimu abaki katika levo yao ya kuona dhambi katika namna ambayo ni superficial, katika namna ambayo basi ni, eh, ni kwa nje tu lakini sio kwa kiini chake. Kwa hiyo Bwana amekuja kuonyesha namna ya kweli ya kufanya toba. Na ndipo anapotoa mfano wa huyu kijana ambaye injili au tuseme tumezoea kumwita mwana mpotevu. Na wahusika katika injili hii sio mwana mpotevu peke yake. Kuna baba, kuna huyu mwana mdogo ambaye ndio tunayemwita mwana mpotevu lakini si haki tena kuendelea kusema mwana mpotevu kwa sababu amerudi. Na kuna huyu kaka yake ambaye yeye yupo ameshika sheria zote, amemsikiliza baba yake, amefanya kazi zote. Kumbe maskini, vyote anavyofanya kama mtumwa, na wala hata hamna furaha ndani yake, hajui kama hizo mali za baba yake ni za kwake. Yupo ameshupaza shingo, hana moyo wala wa kumpenda baba wala wa kumpenda ndugu yake na hili tunaliona wakati huyu kijana anaporudi nyumbani, hamwiti mdogo wangu, anamwambia baba, huyu mtoto wako amekaa huko, ametapanya mali zake, mimi nimekaa hapa, unipi hata ndrama. Yuko nyumbani kwa baba yake, lakini kwa kweli yuko mbali na nyumbani kwa baba yake. Kimahalia, kijiografia, yuko katika wig, ndani ya wigo wa mali za baba yake, lakini moyo wake uko nje kabisa. Ni kama vile mtakatifu Agustino alivyofundisha humu kanisani, tupo ambao tunaonekana tumo kanisani kwa maana ya kushiriki masakramenti, kwa maana tumebatizwa, lakini kwa kweli tuko nje, tuko nje kwa jinsi tulivyo, kwa jinsi tunavyoishi. Tena Agustino huyo huyo akasema na wapo wengine wema waliopo humo nje ambao kwa kweli wako ndani ya kanisa kuliko sisi. Utatoa mfano mmoja kabla hatuja uangalia hawa watatu. Baba wa taifa la India, Mahatma Gandhi, ni mmojawapo wa watu ambao, sina mamlaka ya kusema, ni mmojawapo wa watu ambao hawakuwa Wakristo, lakini kwa kweli mioyo yao ilikuwa ya kikristo sana. Sina mamlaka ya kumtangaza hivyo, lakini kwa maoni yangu ningeweza kusema hivyo ana mambo mengi mazuri ambayo yanashabihiana na Ukristo. Tuliwae kutoa mfano mmoja e, jinsi ambavyo alisoma zile heri nane ile hotuba ya Yesu mlimani, na kusema eh, Wakristo wana bahati kupata mwalimu mwema kama huyu Kristo anayefundisha vizuri namna hii, na kwa kweli lazima maisha yao yatakuwa mazuri sana. Yeye aliishi katika jamii ya Kihindu, kwa hiyo hakuwa na na, na, na, na ukaribu sana na Wakristo, labda alipoenda Afrika Kusini palipokutana nao zaidi, lakini siku moja akaamua kufunga safari kwenda Roma kumwona baba mtakatifu. Lazima nikamuone huyu kiongozi wao, hawa ni watu wa ajabu, wana maandiko ya pekee, wana injili ambayo kwa kweli ni ya ajabu, wakiishi watakuwa ni watu wema sana. Alipofika kwa bahati mbaya, na basi alikuwa amejitanda nguo zake za Kihindi na labda dunia wakati huo ilikuwa haijawazoea sana tena, Roma. Wale watu wamekaa Roma, wasaidizi wa baba mtakatifu, bila shaka macho yao yapo mle mle ndani tu, hawajui tamaduni wa nchi nyingine, wakamfukuza wakamzuia kumwona baba mtakatifu. Mahatma, kwa, kwa uchungu akasema, ninampenda Kristo, lakini sasa ni kama anaelekea kuwachukia Wakristo, yeye ambaye ali alimpenda Kristo na namna hiyo, na alijitahidi kuishi Injili ingawaje alikuwa nje ya Ukristo. Sasa nimedokeza hivi kwa sababu eh, hawa sawa, siwezi kuwahukumu hawa maafisa waliomkatalia Mahatma ya kwenda kumwona baba mtakatifu, lakini ni aina ya huyu kaka mkubwa ambaye badala ya kufurahi mdogo wake amerudi, ya anakasirika, huyu mdogo ambaye amerudi na ametubu. So, nilichotaka kukieleza kuhusu Mahatma Gandhi sio hicho, ni kingine hapo. Nilizungumza tu imenitokea mawazo nikajikuta nika nimezungumza. Hicho nilichotaka kukizungumza kuhusu Mahatma ni maandishi aliyoyaacha. Ameacha maandishi mengi, lakini moja wapo ya maandishi yake anasimulia katika utoto au ujana wake, aliiba sehemu ya dhahabu ya kaka yake. Tunajua katika tamaduni za Kihindi wanapenda sana mapambo ya dhahabu na dhahabu halisi. Kuwa na dhahabu katika jamii ya Kihindi ni jambo muhimu. Hata wale ambao sio matajiri sana wanajitahidi walau ku, kuwa na dhahabu katika, kama hereni kama bangili kama eh, kitu tu cha kuzungusha mkononi, lakini walau wanajitahidi. Sasa yeye alijikuta yupo katika deni. Sasa sijui alifanya nini akaingia katika deni. Alikuwa kijana mdogo, na namna ya kulipa lile deni alikuwa hana kwa hiyo akanyofoa chembe ya dhahabu kutoka dhahabu iliyokuwa ya kaka yake, akaenda akalipa lile deni. Baadaye dhamiri ilimuma. Deni kweli limelipwa, lakini ameingiza deni lingine ndani ya moyo wake. Moyo wake umekuwa mzito kwa wizi aliyofanya kwa kaka yake, hata kama kaka hakugundua kwamba kuna chembe ya dhahabu imenyofolewa katika dhahabu yangu niliyonayo. Kaka yake hakugundua kwa muda alitembea na hatia hii kifuani mwake, lakini ilifika siku akasema, mpaka lini? Mpaka lini kujisikia mwenye hatia namna hii? kwa vile ile dhahabu bila shaka huyo kaka alipata kwa baba, aliona nifanye maungamo. Maungamo sio kwa maana ya kwenda kwa padre alata, kwa sababu hata atakuwa Mkristo ala, kwa Mkatoliki, maungamo kwa maana ya kukiri kosa. Akataka akatamke mbele ya baba yake kwamba nilifanya kosa hili siku fulani, naomba msamaha. Lakini akaogopa akasema, baba labda atanipa adhabu kubwa mno, labda atanipiga, labda atafanyaje. Akaamua andike: Baba, siku fulani nilinyofoa dhahabu ni ya kaka, lakini kwa kweli ni yako. Naomba unipe adhabu inayolingana na uharibifu huu ulionifanya, nisamehe baba yangu akampelekea baba yake ambaye alikuwa kitandani, bila shaka labda alikuwa mgonjwa tayari. Baba yake aliposoma kile alichoandika kijana wake, machozi yalimtoka. Yalimtoka kwa sababu aliona innocence ya kijana wake, aliona unyofu wa kijana wake, hata kama alitokea kuiba lakini sasa amegeuka na amekiri hicho alichokifanya. Hata kama akikujulikana anajua alichokifanya ni hatia. Na Mahatima, kwa sababu tayari ashajionyesha ni mnyofu kwa kukiri hicho kitu. Katika hali kama hii utampa adhabu kijana kama huyu? Kumpa adhabu kijana kama huyu ni kumuonea. Tayari amekiri, tayari ameonyesha kwamba mimi kwa kweli najuta na nimetembea na mzigo huu kwa muda huu, sitaki tena kubaki katika hali mbaya namna hii. Mahatima baadaye anasema machozi ya baba yangu yalisafisha hatia iliyokuwa kifuani mwangu. Ndugu zangu, hili ni simulizi la kweli ambalo litupelekee kumwona sasa Mungu ambaye ni mwema kuliko baba yake Mahatma. Mungu ambaye anaona, baba yake Mahatma hakujua kwamba kuna dhahabu imenyofolewa, imeibiwa. Mungu yeye anaona. Lakini kama ambavyo tumezoea kusema mara nyingi, kama tunaweza kumwita Mungu ni dhaifu, ni kwa sababu ya uhuru aliyotutunuku niko huru nipuyange, nifanye nini, niende huko. Mungu ananiangalia, lakini ananisubiri. Mwanangu, utarudi lini? Ukiri udhaifu wako na mimi nikusamehe. Sasa turudi kwenye Injili. Kosa alilofanya huyu kijana ni kubwa sana, ni kubwa, sio kwa sababu ya mali tu alizochukua kwa sababu hizo mali zingeweza zikazalishwa tena. Kwanza inaonekana huyo baba ni tajiri sana, na huyu kijana wake ni mchapakazi hodari. Sehemu imetoka, lakini tutazalisha tena. Ukubwa wa kosa unaanza kwa huyu kijana kudai urithi wakati baba yuko hai. Mtu mmoja akaandika akasema, kwa namna nyingine, huyu kijana kwa kudai urithi ni kama alikuwa anamwambia baba yake, laiti ungekuwa umekufa. Laiti ungekuwa umekufa, nichukue ni kilicho changu. Unaniwekea kiwingu, unanizuia kufurahia maisha. Ujana unapita mbio sasa. O, utaishi mpaka lini? Nitafurahia lini ujana wangu? Lakini baba kama nilivyosema, Mungu ni Mungu anayetuacha katika uhuru. Mungu ni Mungu asiyetulazimisha. Baba anamwambia sawa, Chukua nenda na kijana. Kweli anaondoka na yaliyofuata tumeyasikia katika Injili. Injili wote tunaifahamu, lakini kosa lake linakuwa hatia inayomkaa kifuani mwake, baada ya kugundua, kumbe kukaa mbali na nyumbani ni adhabu, kukaa mbali na nyumbani kunauma Amefunga safari amekwenda nchi ya mbali, tena hiyo nchi ya mbali ina watu wanaofuga nguruwe. Sasa tusichukulie nguruwe kama tunavyochukulia sasa hivi. Sasa hivi Kristo amevihalalisha vyakula vyote, hatuna shida na nguruwe, lakini tuchukulie nguruwe kwa jamii ya Wayahudi wa wakati ule. Ni nchi ya mbali ambayo haijui sheria za Mungu. Ni nchi ya mbali ambayo unaishi unavyotaka ni nchi ya mbali ambayo uasherati umehalalishwa. Ni nchi ya mbali ambayo haimjui Mungu. Turudie nilichokisema kuhusu mafundisho ya Agustino mtakatifu, tunaweza tukawa ndani ya kanisa lakini, kumbe, tuko nje kwa vile tunavyoishi. Kwani nayo yatenda yamenifanya nikae nchi ya mbali. Niko mbali kwa kweli. Kwa wingi na uzito wa dhambi nilizo nazo niko nje kwa kweli. Niko nchi ya mbali. Ni lini hatia hii itanisuta na kuniambia nirudi kwa baba? Baba ambaye wala hata nipa adhabu. Atafurahi tu kwamba nimerudi nyumbani. Atafurahi kwamba nyumba yake sasa inapambwa tena na uwepo wangu. Sio tu atanisamehe, bali atanipa mamlaka. Huyu mtoto aliporudi kwa baba yake alivishwa vazi refu, ishara ya heshima ambayo baba yake amemvisha. Watumwa walikuwa wavai mavazi marefu, yeye amekwenda kwa baba yake akimwomba niwe tu kama watumwa wako. Ha, baba anasema wewe ni mtoto wangu. Hata kama ulifanya hivyo na umerudi, huwezi, huwezi kuwa mtumwa, wewe ni mwanangu. Kwa hiyo anamvisha vazi ambalo mtumwa hawezi kuvaa. Haishii hapo, anamvisha pete kidoleni, sio kwamba alikuwa amefunga ndoa au amefanya agano la utawa, kwa sababu hao ndio wanaovaa pete kwa ishara hizo. Ingaje pete pia aweza kuwa kama pambo, lakini huyu kijana amepewa pete ya familia ambayo ni muhuri wa kuidhinisha namna ya matumizi ya nyumbani kwa baba yake, amerudishiwa mamlaka. Hii ni namna ya Kristo kutuambia ndugu zangu, tunapokiri makosa yetu, Mungu anapotusamehe, sio tu anatuchukua kama watoto wake, bali anatupa pia mamlaka ya kutawala pamoja naye. Mamlaka dhidi ya nguvu za uovu. Mamlaka ya kusaidiana kindugu. Mamlaka ya kugawana na wengine vile ambavyo tumejaliwa na Muumba. Tulivyo navyo ni vya kwetu, tumevipata kwa Bwana. Na kwa pete hii ninaweza kuweka muhuri na nikaamua kushiriki vema kile ambacho mwenyezi amenitunuku. Niko nyumbani kwa Mungu. Kwa hiyo utu wa huyu mtoto aliyefanya toba umerudishwa maradufu, wala sio maradufu, ume, ame, ame, amefanywa wa pekee mno na sasa ndipo anapotokea yule mjinga ambaye yuko shambani ambaye hajui kama hizo mali za baba yake ni za kwao wote. Ameishi kama mtumwa, hakuwahi kufurahia kuwepo nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hampendi baba na hampendi ndugu yake. Angekuwa anampenda baba yake angevitumia vizuri hivyo vilivyo vya baba yake, na labda baba yake amekosa kuwasiliana vizuri na mwanawe, sababu mwanawe, pamoja na kwamba wako pamoja katika nyumba moja, katika shamba moja, katika majukumu, lakini moyo wa huyu kijana uko mbali. Amekuja yeye mwanao, umemnunulia, umemfanyia sherehe, mimi niko huku, hata uniangalie, hasemi. Amekuja ndugu yangu, haoni furaha kwa ndugu yake kukiri udhaifu wake na kurudi. Haoni kwamba baba yake amefanya vema kuwa mkarimu namna hiyo, kuwa msamehevu namna hiyo. Na bahati mbaya, Injili haisemi kama huyu kijana alikataa kuingia katika ukumbi wa sherehe, au aliendelea au alikubali. Injili imeishia hivyo, sababu Injili imeisha katika majadiliano kati ya baba na huyu kijana mkubwa. Njoo tufurahi, ndugu yako amerudi, alikuwa amekufa, amefufuka, amepotea, amepatikana, njoo tufurahi. Hatujui kama alilegeza moyo wake au alibaki kushupaa kuona kwamba huyu mdogo wake amepata msamaha ulio mkamilifu na amevishwa zaidi. Ilikuwa ni fursa kwake na yeye sasa kufanya toba kweli. Babangu, nilikuwepo hapa lakini nilikuona wewe kama, kama mtawala badala ya baba nilijiona mimi ni mtumwa kuliko kama mwana. Ndugu zangu, ushiriki wetu kanisani uko vipi? Ni kwa kushika sheria zote kama huyo kijana, au ni pamoja na kushika sheria zote, moyo wetu kuwa pamoja na baba, pamoja na Mungu? Kushika sheria bila kuwa na uhusiano na Mungu ni kuwa watumwa tu, na Ukristo utageuka kuwa mzigo mzito mzigo kama ambavyo wanafunzi shuleni wanaona sheria za shule ni mzigo, zimeandikwa kwenye ubao lakini hawataki kuziweka mioni mwao, sababu zinauvi, zina kera. Kuamka saa kumi na moja, kufanya usafi, kwenda gwaride ni masheria yasiyopendeza. Sisi tuko hivyo au hizi sheria ni laini ndani ya vifua vyetu kwa sababu zinatupa uhusiano na Mungu aliye baba, na zinatupa uhusiano mzuri na ndugu zetu? tuna tafsiri vipi sheria za Mungu? Tusiwe kama huyu kijana mkubwa. Lakini pia kusema kwamba huyu baba aliyesamehe ni mfano wa Mungu haimaanishi kwamba mm, uwema wa huyu baba hautuhusu sisi. Yaani hata sisi tunapaswa kumwiga huyu baba. Mara ngapi nimekosewa na mtu anakuja kukiri udhaifu wake na badala ya kuonyesha huruma na kuthamini na kufurahi kwamba umekiri hicho ulichonikosea ulicho, ulicho, ulicho, na mimi nakuwa mkali zaidi, tena nikiwa katika e, mamlaka fulani ninaweka adhabu kali. Sisemi kwamba tuende kinyume na mifumo ya sheria ya nchi, hii sio nchi ya Kikristo, sio nchi ya kidini, lakini ninazungumza yale yanayonihusu mimi, ambayo nina mamlaka ya kuyasamehe, kwa sababu Mungu amenisamehe mimi kwanza. Kwa nini niswasamehe wengine? au labda kwa nafasi nilionayo, sio ajabu watu wanaogopa kuja kuniomba msamaha, kwa sababu wanajua kwamba nikija kuombwa msamaha ndipo nitakuwa nimejaribu kabisa. Kwa hiyo mtu anabaki na makosa yake, anabaki na hatia yake, kwa sababu anajua akienda kuomba msamaha amejilipua. Mimi niko tayari kuwapokea ambao wanakuja kuomba msamaha, kusudi wawe huru zaidi na zaidi, wafunguke zaidi na zaidi, na niwasaidie kurekebisha maisha yao. vya kitume wala, kuna parokia moja nilikwenda zamani, chama cha moyo wa Yesu alikuwa anafanya mkutano wa kumtenga mwenzao, kumtenga Yesu. Amekuja kutu. kutuponya sio kututenga. Wamtenga aende wapi? Nakuwa anaheshima kwa moyo wa Yesu, halafu nyi hamna moyo wa huruma. Maanake nini? Iyo ibada iko wapi? Sasa siwezi kueleza kisa chote lakini kwa kisa kilivyokuwa, huyo aliyekosa huyo ambaye alikuwa anasema tumtenge, alikuwa ni mtu anayehitaji huruma zaidi kuliko kutengwa, anayehitaji kusaidiwa kusimama kuliko kufukuzwa. Kama nilivyosema na ninarudia, Kristo hakuja kuhalalisha dhambi, tena ameifafanua dhambi, dhambi kwa undani kuliko mafarisayo na waandishi walivyofanya, lakini Kristo huyo huyo amekuja kuonyesha huruma kwa mdhambi afanye toba apone tuko katikati ya Kwaresma. Kama bado tulikuwa hatujajipata hatujajichunguza vya kutosha, safari inaendelea, safari ya kujichunguza. Asibaki mmoja nje, nchi ya mbali, turudi. Asibaki mmoja nchi ya mbali kwa sababu ya usaliti wa ndoa yake. Asibaki mmoja nchi ya mbali kwa sababu ya usaliti kwa familia yake. Asibaki mmoja nchi ya mbali kwa sababu ya kupenda starehe kiasi cha kuwasababishia wengine hasara. Starehe haina kilele, haina kikomo, hatuwezi kustarehe mpaka tukatosheka. Na mwisho wa starehe isiyoendana na mipango ya Mungu ni uharibifu, ni kifo, kama wale ambao Paulo, Dominika iliyopita alisema wote hawa pamoja na kupewa misaada yote katika safari yao ya kwenda nchi ya ahadi wakafa jangwani. Na sisi kweli tufie duniani, tufie, tufie jangwani na misaada yote ya kiroho tulionayo. Turudi kwa Baba, hata tusamehe na hata tuhukumu, na sadiki kwa Mungu mmoja.